Hello, karibu tena mfuatiliaji wa Mwalimu Joshua. Kama ni kwa mara ya kwanza unatembelea, hakikisha una subscribe kabla tujaendelea. Kwa siku leo tunataka kujifunza namna ya kudesign application au unaweza kusema kwa kifupi app. Aa, na nitakuelekeza namna ya kudesign application kwa kutumia simu yako ya mkononi. Njia hii unaweza kutumia pia ukiwa na laptop ila hapa naelekeza kupitia simu. Kwa kupitia simu yako unaweza kutengeneza application nzuri na ukaitumia vizuri kabisa. Cha kufanya utaingia Chrome au faili lolote la, la mtandao sema internet. Asa, uh, website ambayo tutatumia kwa ajili ya kutengenezea inaitwa Apple Creator 24. Kadhaa unaiona hapo Apple Creator 24. Kama inavyoonekana kwenye screen. Cha kufanya nita tap mara moja itafunguka namna hii. Kama ni kwa mara ya kwanza kabisa unataka kutengeneza application. Utaenda kwenye sehemu ya sign up ili ujaze taarifa zako za msingi. Na taarifa za msingi hapo, utajaza tu jina lako, utajaza taifa, labda mimi nitachagua hapa ni Tanzania. Hapa nitaandika jina langu labda ni Mage mfano. Email unaweza kaweka email, email yoyote. Password, utajaza password yoyote tu, inaweza kuwa ni rufi kuanzia nane. Password tu yoyote ambayo utaikumbuka. Baada ya hapo, utagusa I accept term and condition. Ukishafanya namna hiyo utagusa send. Baada ya kugusa send utakutumia ujumbe moja kwa moja kwenye nini? Kwenye email yako. Utagusa link uta confirm afu utarudi kuja ku login. Sasa mimi moja kwa moja kwa sababu tayari nishatengeneza account nataka tu kwenda kutengeneza app. Nitaingiza zile taarifa zangu za msingi. Na taarifa msingi inakuwa ni email na pamoja na password. Sasa mimi tayari email yangu ni hii hapa iliyotengeneza hii magiefu. Sasa hiyo hiyo ndio email yangu ambayo naenda kutengeneza nayo. Kwa hiyo unapoingia kwa mara ya kwanza naenda kwenye sign up tu. Baada ya ushajaza zile taarifa utaju utaanza kama tunavyoendelea hapa, nitagusa sign in. Sasa nitagusa kwa sababu ushajaza taari taarifa zangu. Tabonyeza sign in, kuna sehemu itanipeleka. Naam, imenileta kwenye panel ya kuanza kutengeneza kutengeneza application. Nadhani unaona hapa, kuna vitu wamejaribu kuniandikia hapa, app name Tunapoongelea app name ni jina la app. Mimi nitaandika Mage Fashion. Sawa, jina la application ambayo nataka ni ni nitengeneze. Mage Fashion. Sasa unaona hapa Mage Fashion ndio jina la application. Sasa chini yake kuna sehemu imeandikwa description. Description. App description. Tunapoongelea description maana yake ni maelezo kwa kifupi kuhusiana na application yako. Hapo so, hii inahusiana na, na, urembo, na fashion. Hii inahusika, ina urembo pamoja na, hii inahusika na urembo pamoja na fashion, maelezo kuhusu ile application yangu. Baada ya hapo, nitarudisha nyuma kidogo uone kuna sehemu imeandikwa choose file. Tunataka tuweke icon ya app. Ile app yako unataka iwe na picha gani ya utambulisho? Kama kwenye screen una ile app ya WhatsApp, labda inakaleka picha ka WhatsApp Facebook ina kapicha picha ka Facebook. Sasa unataka app yako iwe na picha gani? Tunaenda kwenye choose file itanipeleka gallery. Uh, gallery tena kwenye photos itachukua picha yoyote tu ambayo unatamani nitumie, ni hapa sasa, nikaangalia picha tu tu yote, kachukua picha ya huyu dada hapa, aliyevaa mavazi haya ni, nipeleke moja kwa moja sehemu ya kwenda kuiweka. Tayari picha yetu inaonekana imeapia hapo, unaona kuna link ya picha image hiyo hiyo. So sasa baada ya kuweka picha yako utaenda next. Naam, sasa baada ya kugusa next kuna vitu vinakuja hapo, unatamani app yako iwe na rangi gani, iwe na style gani? Mi napenda rangi ya red. Odabu, unapenda orange, unapenda black, inategemea, unapenda rangi ya namna gani. Mi napenda rangi ambayo ni, ni red. Tagusa red then tena next. Sawa, sawa. Sasa unataka tuchague ni app ya aina gani. Unataka labda ni app ya kuchati, maana kuna chat social network app, kuna web app, kuna TV video app, ziko app za aina tofauti tofauti. Ziko hapo za aina tofauti tofauti. Kuna forum kama unavyoweza kuona hapa, kuna radio station app. Nategemea na unataka kitu gani. Mimi nataka app ambayo ni web app. Web app. Mara nyingi napenda kutumia na mimi labda ni app kwa ajili ya chaneli yangu au application labda kwa ajili ya ya nini? Ya ya page yangu ya Facebook wo, namna hiyo. Kwa hiyo nitachagua web app. Utakapogusa web app itakuletea sehemu ya kuandika title ah uh, ya, we ya website yako na webpage hapa, hata kama una website unaweza kaandika hata na nili, unaweza kaandika tu hapa, kaandika tu hapa home, kaweka namba yako ya whatsapp kwa chini. Sawa, ndugu mfuatiliaji, najua wengi wasema sina website. Unaweza kaandika tu namna hiyo. Hii ni njia tu ya kukupeleka kwenda kwenye moja kwa moja kwenye sehemu ya kwenda kutengenezea eh. Kwa hiyo isikupe shida kama una website. Kwa hiyo unaweza kaandika namba link ya number https https hii yes. Ni linki ya namba naenda, kuandikia hapo chini namna ya kuiandaa hii linki. Naam, namna hii. Baada ya kuiandika linki ya namba nitaenda next. Utakapogusa next taenda kwenye go to app manager. Hapa ni sehemu ya kwenda kucreate na kumaliza kila kitu. Sasa nadhani unaweza kuona dashboard yetu. Kuna sehemu imeandikwa general information, kuna sehemu imeandikwa design section office na vitu vingine. Sasa cha msingi, tuenda kwenye sehemu ya general information. Hapa kuna taarifa za msingi za kwenda kujaza. Naomba usikate tamaa, niangalie mpaka mwisho, na kama utakuwa na changamoto yoyote, utaniambia. General information, kuna kitu kinaitwa launch message. Hii hapa launch message ni message ile ambayo mtu anapokutafuta anapoingia kwenye application yako, na ule ujumbe wa kumkaribisha kotena. Moja kwa moja kwenda ku set hiyo launch message mage fashion kwa juu chini, nitaandika asante kwa kutufuatilia. Na baada ya hapo nitasave. Kadri kale kwa ujumbe wa kumkaribisha mteja na ni mtu anapokuwa anaingia kwenye application yako. Baada ya kufanya hivyo tutaenda sehemu ya section. Section tayari tulikuwa tumetengeneza section ya home kama unakumbuka, pale mwanzo tukaweka namba ya WhatsApp. Then nitaongeza section nyingine labda ya chatting. Labda kwenye app yetu nataka watu waweze kuchat. Kwa hiyo nitachagua moja kwa moja section na nataka kuiweka. Nitaweka section ya chat. Hapa nyenyewe imeandikwa tayari chat, nitaigusa mara moja. Nitaipa section title. Nitaipa jina la section yani chatting, yani tuite, tutaita chatting, maanake mtu atakuwa na uwezo wa kuingia na kuchat. Baada ya kuandika chatting, kuna option hapa chini imeandikwa kwenye advanced setting kuna sehemu ya kwenda kuweka kapicha ka icon ka ile section. Kwa moja kwa moja mimi tena nitachagua picha choose file hapa ya kuweka kwenye icon ya chatting. Unataka kwenye chatting kuwe na icon gani? Kwenye chatting iwepo. Si ndio? Mimi naweza kuchagua picha hata hii hapa. Sababu tuko tunajifunza, naweza nikaweka picha yoyote. Baada ya kufanya namna hiyo nitagusa save. Nitabonyeza save kwa chini hapa. Tutarudi tena nyuma. Tutaenda kwenye sehemu ya kwenda kuongeza section. Mimi nitaweka picha yoyote tu ambayo natamani kwa sababu tutakuwa na section ya home, kuna ya chatting. Create section, unaweza kuweka sehemu labda una ya channel yako labda ya YouTube, unatamani kuiweka. Unaweza ukagusa sehemu ya web hapa juu, uh, utaandika YouTube hapa chini utaweka link yako ya YouTube. Mtu akiingia kwenye application ataenda kwenye ile link yako, utaikopi, utaweka hapa sehemu imeandikwa nini web that it will show, unaweka chini ya nini ya, ya neno YouTube. Mimi nitaweka tu hash kwa sababu hatuna YouTube hapa. Tungeweza tukaweka link ya YouTube moja kwa moja. Baada ya hapo, nita save uh, nadhani nimekata kwa sababu siandika link yoyote, nirudishe tena linki ya namba maa. Nataka kikubwa kuwe na link, kwa sababu weka linki nakataa kupeleka watu wanaofuata, na hapa tunaweka link tu ya namba ili wasi So, asiache kutupeleka mbele. Kitu kingine cha msingi, tuseme app yetu ina ina ina, ina, ina menu tatu. Tuache tu namna, kwa sababu tunajifunza leo. Unaweza kuweka menu nyingi sana kulingana na unavyopenda. Kuna menu za social video, labda unataka watu waweze kupost video, una select tu hapa na haina haja hata kufanya coding yoyote. Utaandika labda hapa section title, labda unaandika videos, watu wanakuwa wanaweza kupost videos kwenye application yako. Unaweza kuweka videos, watu wakaweza kwenda kufanya nini uziangalia hizo video, unachagua ni kategori gani ya video unataka, unasema labda video labda za nini, mpira mpira, ukachagua kategori namna hiyo yes. Baada ya hapo, unamalizia tu save. Kwa hiyo utakuwa kuna kategori ngapi kama tunavyoziona, ziko kategori nne: moja, mbili, tatu, nne. Kuna home, kuna chatting, kuna YouTube, kuna videos. Sasa cha kufanya hapa baada ya kufanya category tuenda kwenye sehemu ya design tuweke tuchague muundo wa wa application nataka muundo wako uwe namna gani. Kwenye design nimeshagusa, bonyeza design hapa ina, ina, ina vitu vyake vingi. Kuna menu type. Tuende kwenye menu type tuangalie tunataka tu na menu ya namna gani. Kuna menu ya slide ile ambayo inakuwa na menu kushoto, kuna menu kama table menu. Tutaona vitu vyako vinajipanga labda kwa mfumo wa kama table kama meza. Kuna mwingine tena inakuwa ni app ambayo ina menu kabisa. Kwa hiyo tutachagua kati ya sliding menu na table menu. Mimi napendekeza tuchague table menu. Baada ya kuchagua table menu, utachagua una app utachagua tu chochote kati ya hivi. Sasa nikachagua hichi cha tatu hapa. Kuna title, title jinsi itakavyokuwa inaonekana nitachagua cha tatu. Nita save. Na dhana tutakuwa tutakuwa unafanya, unaweza kurejea video yangu, utakuwa unaangalia zile step hapo, utakapoweza kufanya vizuri ni kitu ambacho hakisumbui na vitu vingi vishakuwa programmed kwa hiyo program, hakuna haja ya kufanya, ni kufuata tu hizi kanuni, kila kitu inakuwa kimekaa na ni rahisi kweli kweli. Kama bado hujasubscribe, ni kuombe usubscribe maana mafunzo mengi yatakuja mazuri ya kukusaidia zaidi na uweze kufanya vizuri zaidi. Sasa baada ya kufanya namna hiyo kwa siku ya leo, naomba tu tuishie hapo, tuishie hapo kwenye upande wa hii application tu. Tumemaliza, tumekamilisha ni application yenye menu ngapi? Yenye menu kwenye section na menu nne. Sasa baada ya kutengeneza application yako kama hivi, application ambayo ina section nne unaweza kwenda kuidownload application yako. Hapa chini kuna neno limeandikwa download app. Sawa? Utakapoona download app utagusa mara moja. Kigusa mara moja, inakuja sehemu ya kudownload. Kidownload, kigusa download, maanake moja kwa moja ile application itaanza kuingia kwenye simu yako na download. Kwa hiyo hii app ina downloadiwa tayari, nadhani unaweza kuona hapa, application inaanza kuingia. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, ndugu mfuatiliaji. Kama utakuwa unapata changamoto yoyote, nimeweka namba zangu hapa chini, unaweza ukanitafuta, ila ukitoa comment pia chini ya video hii, itakuwa ni rahisi kukujibu haraka na kukupa jibu la haraka zaidi.